Wacha kusema kule kwenda nchi zile. Hapa kwetu Kenya hapa, ukienda katika miji ambayo hakuna Waislamu, Waislamu sio wengi, uweza kwenda kule ukarudi na tabia watu wakakushangaa. Hapa Mombasa mimi nitawapeni mfano kama mtu aishi Nairobi. Nairobi hivi hapa Nairobi, si Nairobi hapa kilomita mia tano tu na, hapa kijana akapelekwa ende akasome university pale Nairobi, akakaa miaka minne hivi, kisha akarudi. Ukienda naye kula ukienda naye kula hoteli hivi nkaa Usishangaa, akakwambia hii nusu mi nalipa mimi na nusu lipa wewe elewa. Bili nikuja ngapi? Shilingi mia mbili. hii mia yangu, bwana, kwa sababu wao waishi hivyo kule. Unaona? Sasa sikwambii usafiri naye, ukisafiri naye pe kila kitu wapige hesabu mpaka shilingi tano. hii nusu utalipa wewe nusu utalipa yeye. yaani hawana ile roho ya ukarimu ile ya kutoa kuwa mi nitasimamia mimi hii ai, wachana nayo mi nitafanya mimi hii yangu hii hiyo hiyo roho utaiona kwa watu wa Mombasa tu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na ukarimu kwa sababu ya Uislamu. Huyo ankwenda miaka minne, akirudi hapa kila kitu wa hisabu na ni hapa tu kefu, akienda kule kwenyewe kule, kuna watu unasikia ukigota nyumbani kwake hodi, unaingia watu wala asha kunitengezwa sandwich mbili tu, mmoja ya mke mmoja ya mume. Mgeni ankuja waambiwa, subiri hapa kaa hapo kwenye koche, watu wala waendelea kula wakimaliza kula ndio waje, kwa sababu ukusema mapema wetu kutengeze yako, sisi tunatengeza yetu tu. Si waelewa jamaa, waishi na maisha ya kibepari kule, waishi hivo kibabiloni kile kiyahudi ile. Wajua kama kuna watu mabakhili duniani, hakuna mfano wa Mayahudi, ni watu waovu sana, wana roho chafu sana, mabakhili na wana roho chafu. Sasa mtu akaishi na watu wenye fikra kama hizo, akirudi hapa yuko hivyo, kila kitu chake na mahesabu bwana, ah jamaa huyo familia yake apata tabu sana, sandwich takula sandwich mpaka wakome kweli. Sasa mimi nakwambia hii adabu tu hii adabu ya ukarimu a, sikwambii. Sasa mwangalie katika tabia zake na muamala na watu, ule muamala wake utaukuta si mzuri, na watu wachache sana ambao hawajazoea miamala kama hiyo waweza kuishi na yeye. Ngumu sana kuishi na mtu kama huyo. Qala waqad shahadna waghairuna inhirafa kathirin mimman aqamu hunaka